nimefurahia biashara hii. Sijawahi kuona mnada mzuri kiasi hiki na nyinyi watu wa feri mmeonyesha ujanja mlonao. Kakaangu mmoja pale kanipiga ishirini moja, ishirini moja, moja. Nikajua ishirini moja kuna mteja mwingine lakini kumbe <laughs> Unaona hapa tulivyo hapa? Hapa hakuna mtu anayejua kabila la mtu. Hapa hakuna mtu anayejua dini ya mtu. Hapa hakuna mtu anayejua chama cha mtu. Hapa inajulikana pesa na samaki. Sasa ili tuendelee kuwa hivi, tunahitaji kuwa na amani. Jamani, naombeni kwa unyenyekevu mkubwa, tuendelee kuitunza amani yetu. Hivi ndio tunavyopata kipato. Naamka asubuhi nyumbani, mvuvi naye ameamka, amekesha kwenye bahari. Tukikutana hapa, tunabadilishana, tutakupa hela wewe mvuvi, na sisi tunachukua samaki, tunaenda kula nyumbani. Tuendelezeni amani, asiwepo mtu akaturubuni kuiondoa amani tulionao katika taifa letu. Sasa niwaombe jamani, Tarehe ishirini na tisa kila mmoja ahakikishe ameenda kupiga nini. Na jana Daktari Samia amewahakikishia Watanzania ya kwamba hakuna mwananchi hata mmoja atakayesumbuliwa siku ya tarehe 29. Yeye ndio amiri jeshi mkuu, na yeye ameshaweka vyombo vyake kuhakikisha kwamba amani inafanya nini, inalindwa. Hakuna sababu ya kujiandikisha halafu ukose fursa ya kwenda kumchagua kiongozi. Unataka kwenda kumpigia kula. Ukienda kumchagua kiongozi ndio utaenda kudai maendeleo. Hapa tulipo samaki zinapanda bei sababu vyombo vyetu haviwezi kwenda kwenye kina kirefu. Kwa hiyo tuna vyombo vichache vinaishia kwenye shallow water, haviwezi kwenda kwenye kina kirefu. Wakienda kwenye kina kirefu inawezekana tukawa na samaki wengi, tukawa na bei nzuri. Na hawa tunaofanya biashara kwenye masoko mbalimbali yakiwemo Magomeni, yakiwepo Msasani, yakiwepo kule Kariakoo, yakiwepo kule Vingunguti, tuna uhakika wa kupata bidhaa inayoitwa nini? Samaki. Sasa haya yote yamewekwa kwenye ilani ya chama chetu, kuwawezesha wavuvi wa, wa Dar es Salaam kuhakikisha kwamba wanafanya uvuvi katika maeneo salama, maeneo safi, na sisi wafanyabiashara wa samaki tunapata bidhaa ambayo ni bidhaa kwa gharama ndogo na kila mmoja anaweza kula samaki. Unajua samaki ni bora zaidi kuliko nyama, japokuwa watu wa Arusha tunakula nyama zaidi kuliko samaki. Kwa hiyo nimalizie kwa kusema ongereni wanaferi, wakina mama ongereni kwa kufanya biashara, lakini pia wakina baba ongeleni. Naomba tu nione mikono ya kuniahidi kulinda amani katika jiji letu hapa Dar es Salaam. Amani tunataka amani yetu tuilinde, wanaoniahidi Makonda, amani ya Dar es Salaam utaikuta iko vile vile. Nawashukuru sana.